Fair skin. Na hii ni proses yetu ya kufuta doa. Jamani, ukiwa na madoa kama haya, njoo my fair skin. Tunaondoa tunaondoa hapa bwana, itatokea uweupe weupe, baada ya siku tano inatoka na alama inakuwa imeisha, yani kovu linakuwa limeisha. Tunakupatia dawa unapaka, unakuwa umemaliza safari yako. Hii inachukua sesheni moja au mbili, lakini most of them ambao tumeshawatolea wanasema ni Session moja tu, madam, nimepona kabisa, hamna haja kurudia. Karibuni My Fair Skin. Hi, this is My Fair Skin na hii ni huduma yetu ya kuondoa madoa. So kaka yetu huyu alikuja na alikuwa na changamoto ya madoa makali sana, anasema ilikuwa tete kuanga mara ya kwanza na baadaye alidevelop na kaa kama yamekomaa. So My Fair Skin tuna mashine nyingi za kutosha, tukamwambia kaka yetu tunaweza kukuondolea hii changamoto jamani, ukifika utaondoka tu na hali hii hapa lakini, baada ya siku tatu, uta matokeo yake utayaona, utaona hizi zote zina peel off, zitatoka na ngozi yako itabaki ikiwa clear. Sasa huduma hii inaweza kaenda kwa una kovu na unajiuliza nikienda waifa skini kuondoa kovu itakuwaje? Sasa huyu client wetu tulimtolea kovu, na hii ni baada ya kama wiki jamani. Kaka yetu tumemfanyia huduma ya kuondoa kovu, tukamwambia kakangu, kovu likifutika ukabaki huko vizuri, unakuja kwa ajili ya kufanya treatment ya ngozi. Kweli bwana, anaona matokeo yamekuwa mazuri, kovu inaenda kuwa vizuri. Na amefanya session ngapi kakangu? Ile ya kwanza na hii ya pili okay, ya juzi. Kwa hiyo amefanya sesheni mbili na maendeleo ndo kama unavyoona hapa, kinaelekea kupona hapo, kinaelekea kupona lakini ile kovu lilikuwa baya sana siku ninaanza kuliona, lakini sasa hivi kwa kweli mimi mwenyewe nimefurahi kwa maendeleo yake. Karibu My Fair Skin. Kapona, kapona jamani, wrinkles zinapona. My Fair Skin kama kawaida yetu jamani, my fair skin kupona ni lazima. Yaani hata kama tatizo lako linajeuri kiasi gani, ukija my fair skin, tutahakikisha hilo tatizo linaondoka. Tunazo mashine za kutosha, kutosha. Tuna vifaa vya kutosha, tuna product nzuri. Tatizo lolote njoo my fair skin. Client wetu Amepona alifanya frico removal mwezi uliopita na sasa hivi yuko vizuri jamani. Melasma inapona my fair skin. Madam, ni kweli Melasma inapona my fair skin. Madam, ni kweli Melasma inapona my fair skin. Madam, ni kweli Melasma inapona my fair skin. Madam, ni kweli Melasma inapona my fair skin. Madam, ni kweli Subiri mpaka mwisho, melasma inapona my fair skin. Madam, ni kweli, tutaleta feedback hapa, melasma inapona. Hey, kapona jamani, kapona, wrinkles zinapona kama kawaida yetu my fair skin, kupona ni lazima. Wiki tatu zilizopita huyu dada alikuwa na melasma kali sana, na sasa amepona. Tulimfanyia session ya kwanza tukamfanyia ya pili. Haya ni matokeo baada ya sesheni ya pili. Alikuwa na melasma kali sana, ameangaika kote, lakini haikuwezekana. Lakini my fair skin, tumaini lipo. Usikae mbali, tutaendelea kuonyesha namna anavyoendelea. Karibu my fair skin.